Naam, nafikiri wote tumeshuhudia dakika tisini za nguvu kabisa, dakika tisini ambazo Young Africans wameweza kuzitumia vizuri na kuweza kupata ushindi mnono wa goli mbili kwa sifuri. Goli ya kwanza likitiwa kambani na Pakome Zuzwa na goli la pili likifungwa na Mwamba kabisa, uh, ambaye kwa sasa amekuwa na wakati mzuri sana Andambwile. Kwa hiyo uh, Young Africans wameweza kuwatoa uh, Wiliette kwa jumla ya aggregate tano kwa sifuri na hii imeonesha ni kwa kiasi gani Young Africans wamekuwa uh, na wakati mzuri lakini uh, nje ya ushindi huo bwana, kuna minong'ono imeanza katika mitandao ya kijamii lakini pia katika sehemu mbalimbali kuhusiana na kocha wa Dar es Salaam Young Africans, uh, Romain Folz ambaye inaonekana performance yake kwa mujibu wa mashabiki wengi kama hairidhishi sana, kwa sababu amekuwa akipanga vikosi visivyoeleweka lakini pia sometimes Uh, baadhi ya uh, mashabiki wanasema kwamba hata first 11 yake mpaka hivi sasa ye mwenyewe binafsi haijui, na ndio maana amekuwa ni mtu kama wa kubahatisha tu. So uh, inadaiwa kwamba Young Africans pengine wanaweza waka ishenji, yani uh, kimkataba na kocha huyo, kutokana na mwenendo kuonekana kama unatia mashaka, kwa sababu uh, hapa mwanzoni raundi ya kwanza kabisa ni mechi nyepesi nyepesi, na tayari tunaona Young Africans japo inaondoka na ushindi, lakini uh, imekuwa na performance ambayo si mzuri sana, na endapo uh, wakikutana na timu ambayo ina performance mzuri kiasi fulani inaweza ikapoteza, kwa hiyo hii inaleta kama tahadhari ama inaleta mushkeli uh, kwa mechi za mbele zaidi katika hatua zinazofuata uh, kwa Young Africans pengine kutofanya vizuri kutokana na mifumo mibovu ya mwalimu Romain Folz. Hata leo ukiangalia mechi leo mara kadhaa Wiliete wamekuwa wakifika katika lango la Young Africans, lakini ubora na maridadi wa golikipa ndio umewafanya Young Africans waweze kuondoka na ushindi na washindwe uh, kushambuliwa ama kuruhusu goli, lakini uh, ukiangalia mara kadhaa Wiliete wamefanya shot on target. Lakini pia mara kadhaa Young Africans wamekuwa wakirudi nyuma kuzuia uh, na na muda tuliona pia kuna shoti ambalo liligonga mtambapanya, kitendo ambacho kilifanya uh, ngome ya ulinzi wa Young Africans kuendelea kufanya uh, uboreshaji, ili waweze um, kuondokana na hatari ya kufungwa na wapinzani wao. Kwa hiyo kwa ujumla mashabiki wengi wamekuwa wakilalamika na juu ya mfumo usioeleweka wa mwalimu Romain Folz, lakini pia Young Africans namna inavyocheza, si yanga ile ambayo wamezoea. Vilevile hawaoni pia hata performance ya wachezaji wageni ambao, uh, walikuwa wakitamani kuona nini kimeongezeka baada ya usajili wa wachezaji hao. Kwa hiyo hii inaleta picha gani? Inaleta picha ya kwamba Young Africans wasipochukua tahadhari mapema, huenda katika mechi zijazo, katika hatua zinazofuata wakafanya vibaya. unamwanigani kuhusiana